E bana, uh, kitu kimoja ambacho mimi nimekiona ni kwamba huu ni wakati mzuri sana, ni wakati mzuri kwa maana kwamba mnatoka kucheza mmeshinda goli moja, afu kila mtu ana huzuni kuonyesha kwamba mlikuwa mnaamini tunaweza kushinda zaidi hapo. Kwa hiyo hicho ni kiwango kizuri sana kwamba mna timu ambayo inashinda, lakini bado haijaridhika, inataka kushinda zaidi. That's very good. Na niwatie moyo. Kiwango kilikuwa kizuri na wakila nikiwa wasachi wa, wa, naona kabisa hawana uwezo wa ku, kuifunga wala kuitoa Simba Sports Club. Sawa sawa, jamani, kwa mimi ni watie moyo. Hii ni nusu ya kwanza ya mechi hizi mbili imekwisha, na tunaongoza, tunakwenda kwao. Siogopi mechi za ugenini, kwa sababu hii ni Simba, lakini pia ukifika kule, ukatangulia, ukapata goli, kitu ambacho kwa kiwango chenu kulinganisha na kiwango chao kinawezekana mlima wao utakuwa mrefu mno. Kwa hiyo hii finali tunakwenda, na ili kombe tunachukua, msio na wasiwasi. Ikifika hatua hii, kila goli lina milioni ishirini. Kwa hiyo tumebeba milioni ishirini hizi, na pengine tungependa ziwe 40, ziwe themanini, ziwe mia, lakini tumepata goli moja. Kwa hiyo hizi ishirini nimezileta hapa, kwa hivyo nitamkabidhi na mkabidhi mwenyekiti, au ongereni sana milioni ishirini kutoka kwa Rais Samia Suluhu Hassan hapa.